Anaitwa Mohamed Sim Hamis, ni kapteni msaidizi wa Zanzibar Refaree Team. Tupo katika maandalizi ya mwisho mwisho katika kuelekea katika mashindano yetu ambayo yanaitwa Tanzania Refaree Cup, ambayo yanajumuisha waamuzi wote wa Tanzania katika mikoa na Zanzibar Tanzania julikana kama mkoa kwa, tunaenda kuwakilisha mkoa wa Zanzibar. Tunaomba wadau, support yenu ya hali na mali. Timu yetu bado iko changa dhaifu, inahitaji vitu vingi, kwa sababu ndio mara ya kwanza kwenda. Kwa kipekee pia tuwashukuru baadhi ya watu ambao wamejitolea kutusaidia mpaka sasa hivi, ikiwemo shirika la bandari la wa Zanzibar, wameonyesha hali nzuri ya kutusaidia mpaka sasa hivi, na inshaallah tunaahidi ushindi ama ubingwa, inshallah Mungu akipenda. Mapungufu yako mengi, lakini mapungufu ni udhaifu, tukiyataja kwa tunaenda kushindana nao, ila mapungufu yako wengi yote ambaye anahitaji kutusaidia basi, tutafute sisi, tupo tunapatikana viwanjani <coughs> tunapatikana sehemu mbalimbali, wakija ZFF, pale katika shirikisho la mpira Zanzibar, watatupata. Lakini matarajio yetu kwenye maandalizi haya na kucheza mchezo kirafiki mara kwa mara, kwa sababu ya kuwapa tegemeo, ana wategemee kwamba tunarudi na ubingwa inshaallah, Mungu akipenda. Zanzibar ni timu yao kama Zanzibar ni timu yao, na refari ndio wa mwamuzi wao. Kwa hiyo tunatoka kama Zanzibar timu kama Zanzibar Refaree Team, wategemee mazuri kutoka kwetu, imani yao tunadua nyingi, inshaallah tafanikiwa. Asante.